Mambo vipi mtazamaji wa Zantime? Karibu katika kipindi chetu cha trend na siku ya leo, na kama ilivyoada katika trendi zetu, tunakuwa tunakuletea mambo mbalimbali yale yaliyo trend katika mitandao yetu ya kijamii Twitter, Instagram, Facebook na maeneo mengine yote ya kijamii. Na siku ya leo tumekuandalia trendi ya kumhusu Mario, lakini kabla hatujaanza, usisahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment kwenye channel yetu ya Zantime. Uh, Mario bwana alitaka kutoa nyimbo yake ama video yake hapo siku chache zilizopita, lakini hakutoa kutokana na vitu ambavyo alikutana navyo, ama vikwazo kutoka kwa mpenzi wake kutokana na wivu ambao umejitokeza, na akagoma akamwambia kwamba usitoe hii video kwa sababu hairidhishi hai kwa vile vipande vya video ama picha ambazo aliziona kabla ya ku, ya kuitoa video ile na hii ndio nukuu nakwenda kukusomea hapa, ambapo aliandika Mario kwenye ukurasa wake wa Instagram ambapo anasema kwamba nilitakiwa kutoa video jana kama ilivyo nilivyoahidi, lakini mpenzi wangu wivu umemzidi, nika kanigomea kutoa kwa sababu anasema kuna vipande hajaridhishwa navo, hasa kwa mfano hizi picha hapo zina ubaya gani, jamani? Labda msemenyie au mniombee kwa mchumba wangu. Akaweka emoji za, za kulia hapa chini uh. Hii inaonyesha kwamba, uh, Paula haja hajarizishwa na hizi picha ambazo alikuwa Mario ana anataka azitoe katika video yake ya, ya nyimbo ambayo alikuwa punde tu anataka aitoe lakini ameshindwa kutokana na sababu hizi za, za mpenzi wake. Inaonyesha dhahiri kwamba kiupande ki wa, wa Paula ameonyesha kwamba ana wivu na, na hajapendezwa na zile picha upande wake kama mwanadada ambapo ameona kwamba haipendezi hii video iki, ikitoka labda itakuwa ina mtazamo tofauti, au atajisikia hatojisikia vizuri kiupande wake. Lakini kwenye upande wa Mario pia ameeleza kwamba ametumia pesa nyingi, ama amewekeza pesa nyingi katika kutayarisha hii video. Manake kwamba ana, ana hajisiki vizuri kwa kile ambacho amekifanya Paula, ama amekizungumza Paula, lakini kwa sababu tu ni mchumba wake ama ni mpenzi wake, kwa hiyo haina budi aweze kukubaliana na kile anachokisema mpenzi wake. Sasa sasa, je, kiupande wako wewe mtazamaji wa Zantime, kama ingelikuwa ni wewe, je, ungefanyaje? Tunakuachia swali hilo, unaweza ukaleta majibu yako kwenye comment hapo. Usisahau kushare, kusubscribe pamoja na kucomment kwenye channel letu ya Zantime.